Dada Siavera karibu sana. Asante. Eh, eh hey, wewe ni professional house housekeeping eh? Ndiyo. Okay, mambo ya mm, housekeeping ini, mm, ini, ni jumuiko yake ni nini? Ukisema nimesoma housekeeping. Ah, housekeeping inahusiana na usafi wa nyumba kwa ujumla, kuanzia uh -huh. tuseme kuanzia kufuta buibui, eh uh eh, -huh. madirisha, eh uh eh. -huh kudeki chooni, vyumbani. mm -hmm. mm -hmm. Hata mpangilio wa nyumba pia ni auskipi. okay. E, mpangilio wa nyumba kupanga nyumba, yani nyumba ionekane usafi wa nje. Ndio kwenye mambo ya ufuaji yako kwenye nini pia ni auskipi. Ni auskipi? <laughs> Kufua, kupanga nyumba, kunyoosha, ndio kunyoosha nguo nayo ni pati ya skipi. Kwa hivyo vyote umesomea? Ndio wow, hongera. Asante. Umesomea wapi Kilimanjaro hotel kilimanjarotekilimanjaro ch cha hivyo umesikia. uw unachukua, hamna dada ambaye takuambanapendahivvaskudanganye <laughs> mnaogopa kuitikia kwa sababu mko na kaka na kaka. Mwambie, mwambieni ukweli mw, lakini mwenyewe anajiua huyu mjanja sana Frederick. Kwa hiyo bwana unakuta wadada wanalazimika yani, anafanya kazi lakini hakuna anacho save. Ela yake yote inaishia njiani, inaishia na kwenye kodi ya nyumba, na hapo hapo inabidi alazimike kuwa na bwana hata asimtaka mm -hmm. wai kwa sababu sasa hapo bado si mm -hmm. anataka simu nzuri si ndio? Anataka ale vizuri, avae vizuri lakini ukiwa huko kazini kwa bosi wako unakaa kwa bosi, utashindwa kununua simu nzuri? unanunua simu, kwa sababu hela zote unazipata hela mm. yako unaipata kama ilivyo. Yani ni ninawafundisha sana hicho kitu, waweze kufikiria, kwa sababu labda unajua watu walifundishwa tu ah, tafuta tu kazi ya supermarket au kazi ya dukani, hata hizo za hoteli kama unavyosema wao. Unasema laki mbili na nusu, kuna watu wanalipwa mpaka laki mm. na nusu. Kuna wadada wanakuja hapa professional wa malezi, eti mtu anafundisha shule za awali, mshahara laki na nusu, amepanga chumba, alipe kodi nauli ya kwenda kwenye hiyo shule kwenda kufundisha, mshahara laki na nusu. Wewe piga hesabu, ana save nini? ya hawezi kusema, lakini akija hapa mshahara yake kwa kuwa ni professional, laki tatu mpaka laki tano mm -hmm. Yani, kama wewe ukifanya vizuri, ukija tena mwaka unaofuata unaenda kwenye kazi za laki tano, si unaelewa eh? hata wewe kwa sababu naona safari yako wewe ndefu mm -hmm. Kabisa, ukienda safari hii ukiongeza skills, ukirudi hapa tunakupeleka kwenye kazi za laki tano. Kwa nini? Kwa sababu wewe kila siku unafanyaje? Unajiboresha, ukijiboresha vizuri ukatoa huduma nzuri, hela zipo. Hawa watu wanataka tu wapate watu wazuri ambao wanaweza ku, kuwahudumia vizuri, kwa sababu tunachopata nacho changamoto pia, wadada wengi wana vieti. Huyu na uhakika naye, kwa sababu kafanya kazi hapa, kwa hiyo najua ufanyaji wake wa kazi, na kule bosi wake ni rafiki yangu, alikuwa ananipa tu feedback nzuri sana, yaani alimpenda kweli, hajawahi hata siku moja kuniambia siku kuna shida. Changamoto nyingine tu ambazo zinakuwaga ni nje ya kazi, lakini sio zinazohusiana na kazi. Sasa watu kama hao unapokaa kazini mwaka usitoke tu kama ulivyoenda. Toka kama Grace, katoka sasa hivi ana cheti amejiongezea maarifa, kwa hiyo ni rahisi kwenda kwenye mishahara ya juu. Sawa eh? ya yes, yeah, kwa hiyo uh, karibu sana dada Siavera unavyoongea tu yani, mm. Kwa kama ni interview, mtu anaona kabisa huyu ana, ana, ana- anajua anachoki, yani anajua anachokisema mm. Ndio maana nikakuuliza maksudi, mm. kazi za skipping ni zipi ulivyoziorodhesha, unajua kabisa huyu mtu anajua hicho kitu. Yeah, mm -hmm. Sasa usiishie tu kujua kwa maneno, kwa vitendo. Sasa hivi kuna watu wanakwambia, mtu anayetaka dada wa housekeeping either ana nyumba yake ya zamani au mpya, lakini mm -hmm. ni safi. Ukikuta hata nyumba ya zamani safi kweli kweli, kuna watu ni wasafi vibaya mno mm -hmm. Lakini pia ufuaji, upangaji wa nguo, hivyo sio vitu vya kutumwa. We mwenyewe jiongeze mm -hmm. Mwaka mzima ukitoboa pale na bosi wako hana malalamiko, hana nini, ukija hapa unaenda kwenye stage nyingine taratibu taratibu, unashangaa umefika mbali sana. Hata kama unatafuta mtaji wa kuja kuanzisha biashara una sababu ya kukimbizana, unatafuta mtaji mwaka? Hapana, kaa miaka yako miwili mitatu minne hata mitano, kwa sababu si kila mwaka unajiwekea malengo nee? kwamba natoka sahivi nalipwa laki tatu, nikirudi pale na naenda laki nne au laki tano. Nenda na sisi wenyewe tunataka kutoka laki tano tuende juu ya laki tano kwa sababu tunachotaka watu watukomvisi kazi wanaweza. Yaani, nyii mkituonyesha mm. kazi mnaweza, sisi kuwaambia watu gharama za mlipa huu dada labda ni milioni, hatuoni shida, alimradi yeye ataona thamani ya milioni. Yeah, e, sio unasema milioni alafu unafika kule unaanza mambo ya mchezo mchezo hela. Sio, sio nani azitafuti kirahisi. Kwa hiyo mtu anataka akitoa hela yake. Kwani kwa nini mtu anapanda ndege hiyo hiyo moja, mwingine hukalipa laki mbili, mwingine kalipa milioni mbili, wako kwenye ndege moja? Au hamjui hicho kitu? Hey, kuna business class ile, mtu hataki shida, nataka akae sehemu ambayo labda wako wawili watatu, hizo business class, si ndiyo? Kuna watu mm -hmm. wako hivyo. Kwa hiyo kuna mtu anataka ukimwambia dada, huyu ni milioni moja, yuko tayari kulipa, ila mm -hmm. tu utakapofika pale mambo yako yawe ya milioni milioni, sio unafika tena unakuwa mm -hmm. kama dada mtaani anaotolewa huko na bodaboda au boda si na nini, sio? Tunaelewana mm -hmm. yeah. kwa hiyo yeah, mkijiongezea value, naambia hela sio shida Yaani, hela haijawahi kuwa shida. Shida tulionayo ni sisi kutoa huduma nzuri, na hicho ndio sisi tunaenda nacho. Sisi tunataka kituo chetu kiwe ni kituo cha kutoa the best service. Why? Wa kwa sababu tunataka hela nzuri. Sasa hela nzuri, hatutaki kutumia nguvu kubwa. Nataka tu huduma zetu zenye zinajieleza. Zina, zina yaani mtu akipata dada mwenyewe anasema jamani, nyumba yangu imegeuka hoteli siku hizi. Hata hana shida ya kwenda hotelini tena. Sijui unaelewa? Kuna watu wanapenda kwenda okay, hotelini. Why? Kwa sababu ya kwenda kula vyakula vilivyofanywa presentation nzuri, vimepikwa vizuri. Sasa haya madudu yamejazana huko YouTube, wewe unashindwa kuangalia jinsi ya kufanya presentation ya chakula Anabalia, au ya salad au ya chakula fulani, unashindwa ukaandaa meza pale, bosi wako akija akasema wow. Sasa kwani asikulipe? Si tunaelewana, ndio haya, ndio hivyo.